Wakati mazungumzo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Vladimir Putin wa Urusi kusaka suluhu za vita vya Ukraini yakingojewa kwa hamu baadaye leo, kwenyewe Ukraini kumeshuhudiwa mashambulizi usiku kucha yakitokea upande wa Urusi. Hayo yote anasimulia Mohamed Khelef katika taarifa ifuatayo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la anga la Kiev usiku wa kuamkia leo, Urusi imerusha droni 137 za mashambulizi ambapo sitini na tatu kati yake zimedunguliwa na mfumo wa anga wa Ukraine na nyingine sitini na nne zimepotea njia bila ya kusababisha madhara yoyote. Kwa kutumia msamiati wa kupotea njia, jeshi hilo la anga linamaanisha kwamba droni hizo zilidukuliwa kielektroniki na kuongozwa kuelekea mahala kwengine. Hayo yanajiri wakati rais Trump wa Marekani akitazamiwa hivi leo kuzungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika jitihada zake za, za kukomesha vita hivyo vilivyodumu kwa mwaka wa tatu sasa. Akiandika kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema vipengele vingi vya makubaliano ya mwisho vimeshakubalika, ingawa bado kuna mambo kadhaa yamesalia. Trump ameongeza, na hapa na mnukuu, maelfu ya wanajeshi vijana na raia wengine wanauawa kila wiki, kuna vifo takriban 2500 vya wanajeshi kwa pande zote, na lazima mauaji haya yamalizike sasa, mwisho wa kumnukuu. Licha ya Putin kumpongeza Trump kwa juhudi zake za kusaka suluhisho kwenye mzozo wa Ukraine ambao ulianzishwa na Moscow kwa uvamizi wake wa Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kiongozi huyo wa Urusi ameonyesha hadhari kubwa kwenye kulikubali pendekezo la usitishaji mapigano wa siku 30 ambao Washington imekubaliana na Kiev. Putin haamini kuwa masharti ya makubaliano hayo yanaweza kutekelezeka, akisisitiza kuwa sababu za vita hivyo lazima ziwekwe wazi ili kupata amani ya kudumu kwa Urusi, sababu hilo linajumuisha hakikisho kwamba kamwe Ukraine haitakuwa mwanachama wa muungano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi NATO. Mwengine kwa upande mwingine Ukraine ambayo mara kadhaa imeonya kwamba hakutawezekana kupatikana suluhisho lote kwa mzozo huo bila ya kuihusisha Kiev inaonekana sasa inalegeza msimamo wake. Hivi leo waziri wake wa mambo ya kigeni Andriy Sybiha amesema kwamba wao si kikwazo kwa makubaliano ya amani na Urusi na kwamba anaamini amani ya kudumu inaweza kupatikana chini ya uongozi wa Rais Trump wa Marekani. Akizungumza kwenye kongamano la siasa za kilimwengu lililofanyika mjini New Delhi, India, Sybiha amesema na hapa na mnukuu: Sisi sio kikwazo cha kupatikana kwa amani. Kwa hakika, tunatarajia kauli ya kukubali kusitisha mapigano bila masharti kutoka upande wa Urusi.